Vitu vitano vinavyosababisha mtu kushindwa kuacha tabia asiyoipenda. Kwa siku ya leo, utakwenda kuangalia vitu vitano vinavyosababisha mtu ashindwe kuacha tabia asiyoipenda. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakitamani sana kuacha tabia wasizozipenda, yamkini ni kujichua aa, yamkini ni ulevi, yamkini tabia fulani ambayo wewe mwenyewe huipendi kabisa, lakini unajikuta kadi ukijitahidi tu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 ashindwe kuacha tabia asiyoipenda. Namba moja, kutokubali kuwa tabia aliyonayo haiko sawa. Usipokubali tabia hai tabia ulionayo haiko sawa basi huwezi ukaiacha. Asilimia kubwa ya watu wana, wana, wanatamani kuacha, yamkini labda ni kujichua, yamkini ni ulevi, yamkini ni tabia yote ambayo unaiona kwako kwa haifai unatamani kuiacha, lakini unajikuta uh, una, una, unaifanya. Sasa usipoikubali kuwa tabia hiyo haiko sawa basi tambua huwezi ukaiacha siku zote. Kuna nguvu sana kwenye kukubali, uka, ukakubali kabisa ukishatambua hii ha, tabia haiko sawa hii tabia yaani, usipokubali nombea tabia ulionayo iko sawa huwezi ukaiacha kwa hiyo ni lazima uikubali. Jambo la kwanza nitaka ukubali kabisa hii tabia niliyo nayo. Yamkini wewe unajichua sana. Kuna watu kwa siku anaweza kujichua zaidi ya mara saba. Mwingine zaidi ya mara kumi anajichua kwa siku moja. Kwa hiyo usipoikubali hiyo tabia na kwamba haiko sawa uweze kuiacha. Kuna watu wanatamani kuacha ulevi lakini wanashindwa, wanajikuta wanaendelea kufanya, wanaendelea kunywa pombe, wanaendelea kulewa. Kuna watu wanatamani kuacha uzinzi, lakini wanajikuta wanaendelea kufanya. Usipokubali hiyo tabia haiko sawa uweze kuiacha. Kwa hiyo jambo la kwanza, hili jambo la kwanza ambalo, uh, linasababisha ushi kuiacha tabia usioipenda ni kutokukubali kuwa tabia ulionayo haiko sawa, hiyo tabia yamkini. Unaweza ukawa labda, unaweza ukaorodhesha, unaweza ukakaa, ukajiassess, ukajichunguza mwenyewe. Je, mimi nina tabia gani ambazo haziko sawa? Baada ya kujichunguza, unaziorodhesha zile tabia, alafu unakubali kabisa, unatakiwa ukubali kabisa, hii tabia hii ukitaka, kwa hii tabia bwana, haiko sawa eh? Sasa watu wengi sana wanatamani kuacha tabia, lakini hawajakuzi hawajakubali na kwamba tabia hizo haziko sawa. Kwa hiyo, hii ni jambo la kwanza ambalo linasababisha watu wengi hushindwa kuacha tabia wasizozipenda ni kutokubali kuwa tabia walizo nazo haziko sawa. Kwa hiyo usipokubali tabia yako hiyo, hauwezi kuiacha. Kwa jambo la kwanza, lazima ukubali eh, lazima ukubali kabisa, hii tabia nilionayo haiko sawa, hii tabia ya kujichua, hii tabia ya ulevi, hii tabia wi, ya wizi, hii tabia ya kufanya uzinzi wa sharati haiko sawa. Yaani usipokubali, usipokubali huwezi, usipo ukaiacha kwao, lazima ukubali. Ukitaka kuacha lazima ukubali. Lakini haa, kitu cha pili ambacho kinasababisha mtu ushindwe au ashindwe kuacha tabia asiyoipenda ni kuamini kwamba haiwezekani. Hmm? ni kuamini kwamba hawezi kushinda ni kuamini kwamba hawezi kuiacha. Kuna watu wamefikia hatua ya kusema hawawezi kabisa. Kuna watu wamefikia hatua, amejaribu mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya kwanza amejaribu mara ya pili, mara ya tatu ya tatu, amefikia hatua anaamini na kwamba haiwezekani kabisa kushinda, hawezi kabisa kuacha, hawezi. Ukishafikia hatua hii eh, ukiamini ukiamini kwamba kwamba huwezi kushinda tabia ulionayo, basi tambua hautaweza. Lakini ukiamini na kwamba unaweza kuacha tabia ulionayo, basi tambua inawezekana. Kwa hiyo jambo la pili, kuamini kwamba huwezi kuishinda. Ukiamini naomba huwezi kuishinda tabia ulionayo. Yamkini ni masturbation labda wewe ni mtu ambaye unajichua sana au ni mtu ambaye unalewa sana au ni mtu ambaye una tabia fulani ambayo wewe mwenyewe unaijua, unatamani kuiacha lakini ukiamini na naomba tabia hiyo huwezi kuishinda au huwezi kuiacha basi tambua utaiweza. Lakini ukiamini kwamba atabia hii naweza kuiacha, ni ukaweka imani, ukaamini basi tambua unaweza kuiacha kabisa. Kwa hiyo kuamini kwamba hauwezi kuishinda hii ni jambo ambalo asilimia kubwa nawafanya wafanya watu wengi sana washindwe kuziacha tabia walizonazo. Unakuta mpaka mtu anafikia hivi, unakuta uh, anaweza kumwona mtu fulani anafanya tabia hiyo hiyo, anamwona mtu fulani uh, amejaribu nai kuacha mpaka inafikia hatua naye anafanya conclusion kwake kwa, anasema jambo hili haliwezekani. Ukiamini kana kwamba huwezi kuiacha tabia, basi tambua hutaweza. Lakini ukiamini kana kwamba unaweza kuiacha hiyo tabia ulionayo au hiyo tabia ambayo unaifanya basi tambua utaweza kabisa kuiacha. Kwa hiyo jambo la, la pili ambalo lasababisha watu wengi kushindwa kuacha tabia zao wasizozipenda ni kuamini kwamba hawawezi kushinda, hawawezi kuacha. Wanaamini kuna watu ambao wanaamini kabisa, ah, hii tabia ndo nayo siwezi kuiacha. Ukiamini hivyo, utaweza. Lakini ukiamini kwamba unaweza kuiacha, basi tambua unaweza. Ukiamini kabisa, ah, hii tabia hata kama flat, lakini mtaweza kuiacha, mtaweza. Ukaanza kujitamkia maneno, ukaanza kuamini kwamba unaweza, basi tambua utaweza. Ukiamini unachokiamini ndicho kinachotokea. Kwa hiyo ukiamini huwezi, tambua hutaweza. Ukiamini unaweza kuiacha hiyo tabia usioipenda basi utaweza kabisa kuiacha. Lakini uh, kitu cha tatu ambacho kinasababisha watu washindwe kuacha tabia wasizozipenda ni kuwa kwenye msongo wa mawazo kwa muda mrefu. Kuna baadhi ya tabia zinatokana na mtu kuwa na msongo wa mawazo. Kuna baadhi ya tabia eh, kuna baadhi ya tabia zinatengenezwa kutokana na msongo wa mawazo kukaa kwenye msongo wa mawazo kwa muda mrefu. Msongo wa mawazo husababisha kuendeleza tabia usioipenda. Kwa mfano, kuna baadhi ya watu wanapokuwa kwenye msongo wa mawazo anaamua kwenda anakwenda anakwenda kujichua, mwingine anapokuwa kwenye msongo wa mawazo anaamua kwenda kufanya jambo ambalo sio zuri, apendi, labda anaamua kwenda kunywa pombe anapokuwa kwenye mawazo. Kwa hiyo ukiwa kwenye msongo wa mawazo kwa muda mrefu, jambo hili linaweza likasababisha mtu ashindwe kuacha tabia isiyoipenda unapokuwa mtu msongo wa mawazo kuna watu wanapopatwa na msongo wa mawazo, anaona sehemu ya kwenda kutatua huo msongo wa mawazo ni pombe, au sehemu ya kwenda kutatua huo msongo wa mawazo kwenda kulana mwanamke au kulana mwanaume fulani. Kwa hiyo jambo hili, unapokuwa kwenye msongo wa mawazo kwa muda mrefu, jambo hili hiliafanya ukashindwa kuiacha tabia usiyoipenda. Kwa hiyo ili uweze kuacha tabia usiyoipenda, basi hakikisha unaepuka msongo wa mawazo, hakisha unaepuka msongo wa mawazo lakini, uh, kitu cha tano ambacho kinasababisha watu wengi kushindwa kuacha tabia wasiopenda ni kukaa kwenye mazingira yanayokuchochea kufanya tabia hiyo, kukaa kwenye mazingira ambayo yanakuchochea kufanya tabia hiyo. Mfano unasumbuliwa na tatizo la masturbation au kujichua, unajikuta muda mwingi unatazama picha za pornography picha za uchi, hii itasababisha ufanye jambo hilo, unajikuta unakwenda uh, ukikaa kwenye mazingira tabia yote ukitengenezea mazingira tabia usioipenda ukiona, je, jambo la msingi ambao utakuwa ujiasisi au ujichunguze, je, ni mazingira gani ambayo ukikaa unajikuta unafanya tabia fulani? Kwa hiyo ukijiona unafanya tabia fulani kwenye mazingira fulani, basi utakuwa uepuke hayo mazingira. Kwa mfano, labda unasumbuliwa na issue ya kujichua, unajikuta siku zote, asilimia kubwa mtu anajichua akiwa yuko peke yake, unakuta yuko peke yake, au labda baada ya kuangalia picha za, za uchi zile anaamua kujichua. Kwa hiyo, ili uweze kwe, uh, ukikaa kwenye mazingira utendea kufanya, ili uweze kunani, uweze kutoka kwenye mazingira hayo, ni lazima ubadilishe mazingira hayo, ni lazima ubadilishe mazingira hayo, lazima ubadilishe mazingira hayo, kwao kukaa kwenye mazingira yanayokuchochea kufanya tabia hiyo ambayo uipendi. Uh, inaweza ikasababisha ushindwa kuacha tabia usioipenda. Kwa hiyo ili uweze kuiacha, basi epuka mazingira ambayo unajikuta unafanya muda mwingi uko peke yako peke yako unajikuta unajichua. Kwa hiyo mazingira ya namna hiyo jitahidi kuiepuka, utakuwa salama. Lakini kitu cha tano ambacho unasababisha ushindwa kuacha tabia usioipenda ni kutokuheshimu mchakato. Siku zote uh, kubadilisha tabia ni mchakato, mabadiliko huwa ni taratibu, taratibu. Kutokuwa na mabadiliko Uh, kutokuwa na mbadala wa tabia, lakini hii ni jambo la msingi, kuto uh, kutoheshimu mchakato siku zote. Ukitaka kubadilisha jambo fulani, tambua mabadiliko ni taratibu, taratibu. Watu wengi sana wanatamani kubadilisha mabadiliko ya papo kwa papo, lakini ukitaka kubadilisha tabia usiyopenda tambua ni jambo ambalo litakwenda mdogo, mdogo. Leo umejitahidi sana kidogo, kesho umejitahidi sana kidogo, utashangaa mwisho wa siku unaweza kabisa kuacha hiyo tabia. Kwa hiyo heshimu uh, mchakato, heshimu mchakato. Sitaki mabadiliko makubwa ndani ya muda mfupi Tabia ya kuibadilisha tabia inahitaji mchakato. Kwa hiyo, lakini pia uh, kwenye hapa kwenye kutokuheshimu mchakato, unatakiwa baada ya kubadilisha hiyo tabia weka, unasema kutokuwa na mbadala wa tabia, akisha uh, unakuwa na tabia nyingine ya kuifanya ok. Unasema mimi uh, labda unasumbuliwa unasumbuliwa na, na, na kujichua mm. Unasema ah okay mazingira ya kukaa peke yangu, haya mazingira natakiwa niwe nafanya kitu fulani. Kwao unatakiwa uweke tabia mbadala okay. Unabadilisha tabia fulani i-replace kwa tabia nyingine, weka tabia nyingine okay. Kama ulikuwa unakaa peke yako au ulikuwa unaangalia picha za ut za utupu, unasema sitaangalia picha za utupu, nitakuwa nafanya kitu fulani, au nikiingia kwenye simu yangu nitakuwa nafanya kitu fulani, sitakuwa na business kuangalia picha za utupu utupu jambo hili litakusaidia sana. Nima tumeona kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia kama bado huja subscribe hakisha akisha una subscribe ili kuendelea kujifunza zaidi. Nikutakie wakati mwema, tukutane kipindi kinachokuja.